Koba, nimepata. Hmm. Hii kazi inahusiana na kuwa rubani kwa sababu rubani anatakiwa kutua salama, si ndio? Kwa hiyo hili somo linahusu usalama wa ndege labda, lakini nafikiri tunahitaji majani mengi ya mtende kumsaidia binadamu kutua salama. Aha, Koba, ona ona pale, safi, ngoja tuone kama tunaweza kutumia kikapu. Samani mama, ndio tunahitaji kikapu kwa ajili ya kazi yetu ya shule. Sawa, mnahitaji kununua au kutengeneza? Sina hela. Hiyo baki, vipi, una hela hapo? Hapana, ningependa kujifunza kutengeneza, tafadhali. <laughs> Nilijua tu utasema hivyo. Watoto wachache sana wanajifunza hii biashara. Ulijifunza hivi shuleni? <laughs> Hapana, nilijifunza tu kupanga bajeti na kuanzisha biashara yangu shuleni, lakini nilijifunza kusuka vikapu kwa shangazi yangu, na yeye alijifunza kwa baba yake. Ustadi huu umekuwa kwenye familia yetu kwa vizazi na vizazi. I say, tunashukuru sana kwa kwa umetufundisha kwa faida yetu wenyewe. Nimeweza suka kikapu, ongeza majani, dakayae kama taka rubani hatuna uhakika. Funzo ninini ni hapa? Labda kuinuka unapodondoka. Kila mtu ana kitu asichokijua, kila mtu ana njia za kujifunza. Labda tunadondoka tunyanyuke tena, matokeo ya kujaribu yatakushangaza. Changamoto zinazoangusha kama, kama, kama. Oh, amani nimeipata, nimeipata. Kujifunza ni kuzuri na hakuna mwisho. Pambana na changamoto zinazoangusha kama elimu ya juu. Asante mm. Ah, kwa kujaribu Koba, lakini hiyo sio sahihi. Shahada ya elimu ya juu haiangushi. Nani ajuae? Labda tunaweza kupata baadaye.